Kumekuwa na video ikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha ghorofa moja likianguka kwa athari ya tetemeko la ardhi. Tetemeko hilo lenye ukubwa wa 7.7 na 6.4 limepiga katika nchi ya Myanmar na kuua takriban watu watatu katika mji mkuu wa Thailand, Bangkok na kuwanasa makumi ya wengine baada ya jengo lililokuwa likijengwa kuporomoka. Tetemeko la kwanza lilipiga kilomita 16 kaskazini magharibi mwa jiji la Sagaing kwa kina cha kilomita kumi. Utafiti wa jiolojia wa Marekani ulisema. Kulingana na mashahidi wawili kutoka mji wa Taungo katika eneo la Bango, walizungumza na shirika la habari la Reuters na kusema takribani watu watatu walifariki baada ya msikiti mmoja kuporomoka. Sehemu hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani kwako. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.